Nisisitize, tutabaki hapo. Tutamchagua mtu sio kwa dini yake, tutamchagua mtu sio kwa kabila lake, tutamchagua mtu sio kwa eneo analotoka la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ah, tutamchagua mtu kwa uwezo wake, si wazewe, na sifa zake. Sisi tuna wajibu wa kuipigania nchi. Rudi kwenye historia, baadhi ya wazee wetu na wazee wa imani zingine wameshiriki kuitafuta nchi hii, kutafuta uhuru wa nchi hii wakoloni hapo walitutesa sana, hatuwezi kuridhia nchi hii kunjiki amani yake. Hii ni rasilimali, yaani hii nchi ni rasilimali ya wazee wetu, walitafuta kwa jasho na damu, si kuipigania nchi hii kuhimiza amani ah, sio hiyari. Haiwezekani ujitangaze mimi mtu wa amani, halafu nyuma ya kapeti huko au chini ya kapeti unaandaa fujo. Kwa sisi tutaendelea hii nchi mpaka hatua ya mwisho. Tunataka amani ya nchi. Eh, hey, sisi wazee wetu wazoe kula kidogo, Hmm, tuna mahala, tuna hmm. Tunaomba viongozi wa dini mwishike nchi hii mwilee na mwilee amani ya nchi hii kama tunu kubwa sana ya nchi yetu, tusisitize katika hatua ya mwisho watu wetu wote watoke kwenda kupiga kura bila woga, bila wasiwasi wasi, bila sintofahamu watoke kwenda ku, ku, kwenda kutumia fursa yao ile ya kidemokrasia ya halali. Viongozi wa dini mioyo yao ihusike moja kwa moja kuomba umma wa Tanzania kupitia watu ambao wanaongoza, washiriki hili zoezi, ni zoezi takatifu na hapa nazungumzia tu watu kutoka kwenda kupiga kura, waende. Inaliheshimisha taifa kama taifa, lakini inaheshimisha heshima ambayo tunayo kwa katiba ya nchi, kwa sababu kiongozi wa nchi ni lazima tumchague. Tanzania imekuwa jamhuri shirikishi ya watu wake, na lile jambo litabaki kama historia, kwa sababu alichukua mama akaweza inawafungua vijana wa kike na kiume kuona kwamba sehemu hii ya kuendeleza nchi sisi wote tunaweza tukawa wadau, na binafsi nampenda sana kwa tuombe vijana wetu wapige wa mioyo konde. Wale ambao wako katika mashaka wasimame, na wazee wao wasimame, na akinamama wao waende waishangaze dunia ya kusema sisi kama taifa tutashikamana pamoja kama tunataka taifa litembee kama taifa lenye adili, lenye umoja, lenye nguvu, ni lazima tuhakikishe, na hii inasema pia kwa viongozi waandamizi wa, wa serikali na wale walio katika vyama mbalimbali vya, mbali vya siasa, ni lazima tuhakikishe tuna tunashirikiana kwa pamoja, tunathamini uh, mchango wa viongozi wa dini na mchango wa waumini wao katika kile ambacho tunakia nini cha kujenga taifa lenye nguvu na lenye umoja. Kwa niaba ya serikali tumesikia pia angalizo lililotolewa hapa, na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika mkoa na wenye viti wenzangu katika ngazi za wilaya, yale ambayo umeyasema kama maangalizo, tunayachukua tutayafanyia kazi. E, watanzania hawajazoea kuona vifaru barabarani hawajazoea kuona mambo, kwa hiyo wanasema mimi, ah, sitoki kwenda kupiga nini kura yeah. Lakini njia eh, makhususi za kudhibiti watu na vitendo ambavyo vinaweza kuchafua amani zinaweza kufanyika pasipo kuwahofisha wananchi wengine. Kwa hiyo sisi ndani ya serikali tunataka tuwahakikishie kwamba tumejipanga vizuri kuhakikisha jukumu la serikali ni kulinda watu, mali zao, na wale wenye haki ya kwenda kupiga kura waende wakapige kura bila kushurutishwa, wakapige kura bila bila kutishwa, na warudi kupiga kura, wasubiri matokeo. Na hata matokeo yanapotokea ya uchaguzi, kusiwe na mtu yoyote ambaye anahatarisha usalama wa mali ya mtu au usalama wa mtu mwingine.